Kipekee tunapenda kumshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan na serikali yake kwa ujumla kwa kutuwezesha kwa kuongeza madarasa, mabweni na vyoo ambavyo vimesaidia kupunguza msongamano na pia vimeleta urahisi katika kujifunza. Kabla ya hapo, kulikuwa kuna changamoto ya watu wakienda chooni kunakuwa kuna foleni, lakini sasa hivi watu wanaenda chooni kwa urahisi na wanarudi kwa haraka kwenye masuala ya mabweni hamna msongamano tena uliokuwepo mabwenini. Sasa hivi watu wanakaa kwenye mabweni kwa raha, na pia katika madarasa tunajifunza kwa raha, kwa sababu walimu wanakuwa wana urahisi wa kuweza kumfikia kila mwanafunzi kwa sababu darasa moja linakuwa lina wanafunzi wachache kulinganisha na hapo awali. Miundombinu iliyoongezwa shuleni kwetu ikiwemo mabweni, madarasa pamoja na vyoo imesaidia kwa upande, kwa nafasi kubwa sana maana kwa kipindi mingi hapa form five madom mengi haya yanayojengwa yalikuwa hajakamilika madarasa yalikuwa hajakamilika. Kulikuwa kuna kama wanafunzi kubanana kwenye darasa moja na mabweni pia, lakini baada ya madarasa kukamilika, tasusi moja inze kata kwenye madarasa hata manne au matatu darasa moja inze kabeba wanafunzi hata 30 mwisho. Kwa hiyo inakuwa inaweka urahisi kwa walimu na wanafunzi wakati wa kufundishwa na kufundishana. Kwa hiyo tunamshukuru sana mama yetu Dkt. Samia Suluhu kwa kutufanyia urahisi haswa kwa mtoto wa kike kusoma. Maana sasa tunaweza tukaongeza wanafunzi wengine wengi hata walioko nyuma yetu waweza kupata elimu zaidi. Pekee tunapenda kushukuru kwa ajili ya miundombinu ambayo imeongezwa, lakini wito wetu kwa serikali ni ikiwezekana kuongezewa miundombinu zaidi kama madarasa pamoja na mabweni ili kwa ajili ya ku kuwezesha wanafunzi wengi hasa hasa wa kike. Imekuwa kama naniliu moto wa kuongeza kuwa empower wasichana kwa wawepo kwa wingi waweze kupata elimu, ikae kama ni moja hapo ya kuwa encourage wasichana wengi kupata elimu. Kwa hiyo wito wetu kwa, kwa serikali ni kuongezewa mabweni ya kutosha pamoja na madarasa ili kuweza ku empower wasichana wengi kuja kusoma. Iwapo tutafanikiwa kupata fedha, tunaomba kuongezewa mabweni ili kuweza kupata nafasi ya kutosha kwa ajili ya wanafunzi wetu hususani wanaoongezeka kwa kile kidato cha tano mwaka ishirini ishirini na tano.